Ah, shalom, shalom mwana wa Mungu. Amina. Amina. Amina, amina, amina, tunashukuru Mungu sana. Eh, hey, leo siku nyingine <laughs> tena tuko hapa kwa ajili ya Bwana ametupa neema hey, neema kubwa sana. Nani ya samani ah, sana. Sana. pia siku nyingi lakini ah, salama kabisa. Kuna kata mapoli kule ya Injili ah, kabisa kabisa. Bwana ametupa neema tena. Bwana atupatie neema tena tuweze kuwepo mahali hapa. Ah, ndugu unayetutazama mm. Sisi watumishi wa Mungu tunamtumikia Mungu Amina. Na Bwana ametupa neema tuweze kuwepo mahali hapa siku hii ya leo mm, mm. kwa ajili ya kuendelea na ile jukumu letu kubwa jukumu letu mama Mm. la kulifundisha neno la Mungu. Amina. Hata kwa wewe ambao uko mbali na kanisa mm. uweze kupata kile ambacho Bwana ametutunuku au Bwana ametupa. Amina. Na ndio maana tunakukaribisha uweze kusubscribe chaneli hii na pia mm. uwe una share kwa watu wengi zaidi, ili waweze kupata kile ambacho Bwana ametukirimia mahali hapa. Hivi tunavyozungumza uh, tuko Mbinga Luvuma mm. Tanzania Mbinga. Leo tunakuletea ujumbe mzuri sana ambao ni jifunze kwa wakili dhalimu, wakili dhalimu <laughs> na ujumbe tutaupata katika kitabu cha Luka 16 mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Lakini acha tukamwombe Mungu. Amin. Baba Mungu katika Amin. jina la Yesu ninakushukuru kwa neema ya ajabu, asante sana kwa pendo lako kubwa ambalo Bwana umetupa. Ninaomba ujumbe huu ambao Bwana umeachilia leo kwa vinywa vyetu, ukamguse kila mtu atakayesikiliza ndani na nje ya nchi yetu ya Tanzania popote pale alipo Bwana kaseme naye, kaseme na moyo wake kwa habari ya wakili dhalimu, ili aweze kujifunza kitu katika maisha yake kuanzia sasa, ili bwana aweze kuona ufalme wako katika china la Yesu. Amen. Amen. Tumisho wa Bwana, tusifungulie kitabu cha Luka 16. Kitabu cha... <coughs> kuanzia mstari wa kwanza na kumi na sita, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi Neno la Mungu linasema kitabu cha Luka kumi na sita mstari wa kwanza mpaka wa kumi. Na nasema tena, aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri, alikuwa na wakili wake, huyu alishtakiwa kwake kuwa ametapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayoisikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena mstari mm. tatu anasema mm. yule wakili akasema maoni mwake, mm. nifanyeje? maana mm. mm. bwana bwana wangu ananiondolea uwakili. mm. kulima siwezi, mm -hmm. kuomba naona haya. mm. najua nitakalitenda, mm -hmm. ili nitakapoondolewa katika uwakili mm -hmm. wanikaribishe nyumbani mwao. mm. akamwita akawaita wadeni wa bwana wake mm. kila mmoja akamwambia mm -hmm. wawiwa wa Mm. na bwana wangu mm. akasema mm. akasema vipimo mia vya mafuta mm. akamwambia twaa hati yako mm. keti upesi mm. andika hamsini mm. kisha akamwambia mwingine mm. na wewe wawiwa wawia wawiani samani kidogo mstari mm. saba anasema mm. kisha akamwambia mwingine mm -hmm. na wewe wawiwa nini? akasema mm. makada mia ya ngano mm. akamwambia hati yako andika themanini. mm -hmm. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu mm -hmm. kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa, kwa kuwa wana, wana ulimwengu huu katika kizazi chao mm -hmm. we, wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Haleluya, ishapo hapo mtumishi wa Bwana, ishapo hapo ndugu, unayetusikiliza ama, mm. kututazama mm. Uh, huu ni mfano ambao tunasema Bwana wetu Yesu Kristo aliwahi kuutoa hapo zamani mm, mm. Akiwa anawambia wanafunzi wake, na huu mfano Yesu alikuwa anautoa mm. Akifananisha hekima ya wana wa ulimwengu huu kwa, eh, kwa namna ya namna wanavyotatua mambo yao, wanavyodili na changamoto mm. wanavyodili kwenye maisha mm. Yaani hekima ya watu wasiomjua Mungu, wasiomjua Mungu. Akilinganisha na namna ya wale wanaomjua Mungu mm. namna wanavyotatua changamoto, hmm. changamoto zao au wanavyofanya kazi zao mm. au namna ambavyo wanadili na changamoto zinazowapata ndio. Kwa hiyo Yesu alitoa mfano huu mm akionyesha namna ambavyo watu wa ulimwengu huu yaani watu wasiomjua Mungu, namna wanavyotumia akili, busara na hekima aha, kuamua mambo yao ya kidunia, mambo ya kinini ya kidunia. Hapo naomba uweke nukta vizuri, ya kidunia, mambo ya kidunia, sio mambo ya mbinguni, akifananisha hilo jambo kwamba wana wa nuru nao inawapasa watumie akili ile ile na hekima mm. ile, ile mm. na busara ile, ile, ile kuamua ile. Mm. mambo ya hatima au kuamua hatima mm. ya milele ya milele, kwa sababu sisi na wao mm. tunatofautiana katika jambo moja, wao mm. wanaamua katika mambo ya kidunia, kumbe na sisi tutakuwa tutumia akili ile ile mm. na busara ile, ile mm. Na, na hekima ile ile kuamua hatima yetu ya milele kabisa kwa sababu sisi sio wa hapa sio wa hapa hebu kwanza tudadavue mfano ili msikilizaji aelewe eh. mfano huu ni kwamba yani eh. wewe mimi nimekuajiri mimi ndio boss ndio haleluya amen yani mimi hebu wewe unatusikiliza sikiliza mfano sikiliza vizuri yani maana yake mimi nimemwajiri huyu eh. ni wakili wangu maana yake wakili anasimamia fedha zangu eh. anasimamia mapato yani nenda na angalia ile zinazoingia biashara na nini sasa huyu ni yani, eh. mii kama msimamizi yuko kuna watu wako chini yake mm. Sasa mimi nikumbuka, nikishajitoa mimi kama bosi, maana hiyo ndo anaangalia ingizo mm. ndo najua kila kitu nani anadaiwa mm. nani namdai mm. Sasa huyu akaanza kutumia fedha zangu vibaya. Alipoanza kutumia fedha zangu vibaya, sasa kampuni kaanza kuingia sala, inaanza kuingia sala kampuni. Umeona, tulikuwa tunaingiza milioni mia moja hey. kwa mwezi mm. aaa, naanza kuangalia kwenye akaunti zinaingia sitini sabini. Sasa yule jamaa akasema eh, mbona mm, naona kuna shida hapa, kuna shida hapa. Hii kampuni inaenda kufa, inaenda kufa hivi karibuni. Nakumbuka na machawa tena wa kidunia wanakuja, hey, hey, wabia bosi hey, huyu hey. <laughs> Sio vizuri huyu, huyu machao akapeka na taarifa kwa bosi <laughs> eh, plus taarifa ya machao kwamba huyu eh, yuko hivi na hivi na hivi mm, kwa bosi. Akawa ameazimia kumfukuza kazi, yaani mimi niazimia kumfukuza huyu kazi, kwamba hapana mm, utairisha kampuni hasara mm. bwana Yesu asifiwe sana amina. Sasa wakati naazimia kumfukuza kazi na kuja kumwambia huyu, mm, naambia bwana kuna moja mbili tatu, ndio sasa huyu akajua, mm, hapa kimesanuka bosi hapa analifukuza nini kazi, kazi kwa sababu ya hasara na yeye anajua kwamba hapa kazi sina. Sina kwa sababu ya moja mbili tatu Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa sikiliza, alichotenda, namchukulia mfano huyu mm. Sasa achukua hatua ya kukaa na kutafakari moyoni, kwa sababu mm. aliwaza moyoni Kulima siwezi kumbuka na, siwezi. Wasomi wa siku hizi wasoma na, na limaje, <laughs> waki, <laughs> tena wanaitwa wakili msomi wakili msomi hey, wakili wazazi wake akashika jembe, unaanzaje kushika jembe sasa? Akaanza kuanza kulima siwezi yeah. Alafu jambo la pili mm, akasema kuomba siwezi, kama mm, unavyojua mabosi maofisini mm, mawaziri wa bunge wanavyopiga hela mm, alafu huyo ndaje ombe mimi kwamba naomba elfu moja yakula ah. nan atamwelewa we mbunge, nan atakuelewa we ata na taizo hizo, nao utaka hata kucheka hey. na watu we waziri we we mkuu mk... au <laughs> mkuu wilaya ni ngumu, nan atakee kukubala akupe wewe lifti <laughs> mm. akupe lift wakati we unatembea mm, kwenye kiozi, watu wanaomba lift unawapiga una, una tu mataa mm. Piu. Ae, mwenzako sikiza hivyo waza mwenzako wye, ae, wakili dhalimu mm. <laughs> e, inyi mnaotumia vitu vya, vya udhalimu mm. vya, kwa ovyo sikiza hivyo waza, akasema hivi huyu sasa mm. asema da kulima siwezi, kulima siwezi, kuomba naona na, aibu aibu, nafanyaje, naombaje mtu elfu moja wakati na kazi naipoteza na. Umeona sasa, maisha sijapoteza bado, yapo ya bado yapo ya Nafanya nafanya kuma, kumbe kuna uwezekano ukapoteza kazi, lakini maisha hayapotei. Tunakuambia wewe ambao ukipata nafasi unajua unaenda umefika. Unazalaa watu wengine. mm. Kumbe kuna maisha baada ya kazi pia. mm. Bwana Yesu asifiwe. Amina. mm. Akasema naona naona haya. Akasema nitajua nitakavyotenda. mm. Kumbe wakati anawaza hayo mbingi namtazama. Namtazama. Inamwangalia. Inaangalia. Sika mnatuelewa ndugu yetu. mm. Wakati anawaza hayo mbingi namtazama. Atatenda nini? Akasema ngoja nione nitakavyotenda. Mungu anasema eh hemu chungulie ni ule dhalimu linawaza eh. Yani, kuna mambo kitenda mpaka mbingi na shangaa. Kuna wana wa dunia wanatenda dhambi fulani mpaka mbingi na shangaa sema. mm. Jamani, wana wa nuru wangekuwa na akili ya kuhubiri injili mm. kwa namna hii ya ya, ya, awa, kwa sababu utendaji wa maovu una mbinu nyingi sana. Mbinu nyingi sana leo hii eti watu nakuta anamkagua eti mke wake simu eh. kwamba mke wangu eh. simu yake nione kama kuna message wewe mm. Saizi mtu anatumiana na message mm. Eh, saizi mpaka kuachie message wewe mwanamuzione kuna ufundi wa kutenda dhambi mm. yaani wana hekima na akili na busara katika kutenda dhambi, ambao hata mme wezi ukajua mke wezi ukajua. Tunakuonea mm. no huruma sana wanasema, mi mke wangu ametulia, nikikagua simu naona simu iko sawa safi kabisa, namshangaa sana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa nini Mungu anashangaa wana wa dunia walivyo na hekima na busara na akili katika kutenda maovu sawasawa Amin. Lakini wana wanuru hawana hekima na akili katika kutenda mambo mema mm. Fungua Warumi kumi na sita angalia nachosema pa mm. kabla mm. Hapa tuko tunaendelea na wakili wakili halimuakiza e, Warumi kumi na sita mm. Warumi mm. kumi na sita angalia panchosema iweni na akili mm. katika mambo ani, mstari wa ishirini anasema anunu wa mani Ata anzia 17 nadhani kumi na saba, mm. Mm -hmm. saba mm. anasema mm -hmm. kwamba mm -hmm. ndugu zangu nawasihi mm -hmm. waangalieni wale wafanyao fitina mm -hmm. na mambo ya yaku... kukwaza kwa, kinyume na mafundisho. kumi na tisa anasema kwamba maana utii wenu inasema kwamba ile lumi kumi na sita mstari kumi na sita anasema kwamba maana maana mm, mm, mm, utii wenu mm, uwafikiria watu watu, watu watu wote watu wote basi, basi, nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye, wenye hekima katika mambo mema na wajinga na wajinga katika katika mambo mabaya. Mwona sasa, ndicho mtume Paulo lituasa na ndivyo neno la Mungu linavyotaka wana wa nuru tuwe na akili katika mambo mema akili ya kutenda, akili ya kubiri njili, akili ya kufundisha watu, akili ya kuomba. Lakini leo hii walokole wana ndo mazuzu mm. Lakini utaangalia samani, kutumia hilo neno, sina maana mbaya, nataka unielewe kwamba namna ambavyo tunatuna tunatu, tunatafsiri mambo ya mm. kiroho ni tofauti naona wana wa dunia wanavyotafsiri taf, mambo ya kidunia. Ndio maana yangu, sina maana ya kutukana uh -uh. Usikachukia hapo kasema anatutukana, sina maana ya kukutukana mm. na ukichukia, ujue kwamba basi wewe huko kama hivyo unavyosema sema. Amen. Amen, sasa turudi kwanza hapa. Wakili dhalimu mm. aka, akaanza kuwatafuta wale wanaodaiwa, wale wanadaiwa, wanaodaiwa, akasema, unadaiwa mm. shilingi ngapi hizi hapa. Lengo lake kwamba akifukuzwa kazi mm. basi awe na watu wa kumpokea, wakumpokea awe na watu wa kumpokea e, kumpa lift eh, kumpa lift lakini pia kumpa channel kumpa kazi fulani connection, mpana, connection. Mm. sasa alikuwa unajua mkiwa mabosi mnaji mm. viyoyozi afu nyumba imezungushwa mageti nini mm. mm. <laughs> magufula ipokuja <laughs> alifanya tukaheshimiana hapa mtaani <laughs> ah, kabisa baada ya kuondoka <laughs> bwana Yesu asiwe sana amina kwa nchi yetu ya Tanzania, wewe ambao uko nje ya nchi Mm. Kuna rais aliwahi kuwepo hapa anaitwa John Pombe Magufuli alipokuja. Kwa nini? Wale waliokuwa wanajifungia majumba ya geti, majumba nini? Eh, wanatumia vitu vyao vya anasa baadaye walipoanza kubanwa wakaanza kulia. Mm. Kwa nini? Wanafundishwa namna ya, ku, ya kutumia vitu vyao vya udhalimu kwa, kwa upendo kwa sababu hujui kesho wewe. Sasa huyu akaanza kuwa, kuendea wadeni ili awapunguzie atakapo kwa sababu alijua hapa ni wale na nafukuzwa kazi ili mm, atakapofukuzwa kazi awe na watu wakumpokea, awe na watu wakutembelea kwenda kupiga stori, sio? Mm. una kazi eh? kuna e, kazi. watu taenda kupiga stori nao watu kuongea nao. Mm. Sasa kumbuka ulikuwa taksi na nini, utapiga stori uta wapi? Kwa sasa huyu akakata mm, baadhi ya hela. Sasa hivyo alipofanya hivyo, kumbe yule bwana wake akawa anamshangaa, anashangaa bwana yule. Kumbuka tuna alijuaje yule bwana, sio? Alijuaje? kuna machawa Mm. Yaani kuna mashushushu walienda, aise amefanya moja biye, moja bia fanya moja bia. Sasa yule bwana yake kajua, kasema mm, we una busara sana mm. Asema una busara sana kwa sababu hii ufukuzi kazi mm -mm. Sia, yani maana yake ile busara, akasifiwa akasifiwa kwa mm. namna alivyotenda mambo kwa busara, kwa busara. Yesu anatoa mfano huu akiwa mm. na maana akisema mwangalieni huyo kazi dhalimu, kazi dhalimu amefanya jambo, wakili dhalimu zamani mm, wakili dhalimu amefanya jambo ambalo wana wa ulimwengu huu wanafanya, wanafanya. Yani wana wa ulimwengu huu akiingia bahani, mm, atasema leta kama tulivyo, leta kama tulivyo, kesho wanipatie na mimi. Umenielewa eh? mm. Yani watakunywa, watakunywa kwa fedha za mtu, wana wanula nula, wafanye hayo hawafanyi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Angalia anachokisema, anasema kazi dhalimu. Kazi. Na kazi zalimu bwana hey, wa mwanamke huyu. mm. Wakili dhalimu maana yake alikuwa anajua kwamba hii kazi imefika mwisho. Sasa wana wa nuru, Yesu alitaka tujue kwamba haya maisha tulionayo yanaukomo, yana ukomo, yana mwisho. Tunatakiwa tutende kwa hekima na busara, mm. katika kutatua hizi mali au kutumia hizi mali za udhalimu tulizonazo, mm. kwa ajili ya hatima yetu ya milele, Yo, milele. Ndo maana Yohana anawaambia wale maaskari waliomuuliza katika Mathayo mm. tatu kumi na tisa nani sindio? Anawaambia toshekeni na mishahara yenu, anawaambia msimhukumu mtu, msi tusome, tusome. Angalia pale namna ambavyo unaweza ukatumia kitu cha udhalimu. Niweke kwanza vizuri. Anapofungua mtumishi yani, anaposema mali ya udhalimu mm. tutumie mali ya udhalimu, maana yake nini mali ulizozipata wewe, hizo fedha, mali, ng'ombe, magari, mbingu inaona ni vitu, ni mali ya udhalimu ambayo mm. umepata leza kwa mikono yako kwa kujitabisha, mbingu inaona ni mali ya udhalimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anataka Mungu tumie hiyo mali ya udhalimu kuwalipia watu madeni, kama vile ambavyo kazi za dhalimu alifanya. Unalipiaje watu madeni? Wako watumishi wa Mungu, tunamtumikia Mungu eh, hey, amen I tunamtumikia Mungu na watu wengine mm. umehakiki hawa watumishi, hawa ni watumishi wa kweli wa Mungu. Unapofanya kazi nao, unapeleka injili nao, unaposapoti watu, unaposaidia watu, mbingu inaona, unalipia watu madeni, kwa sababu mm. walikuwa na deni la kuhubiri injili. Hapa si tuna deni la kuhubiri injili mm. kwa maana yake, mtu anaposema kwamba ah, mimi nina gari la injili hapa mm. mimi nina vyombo vya injili hapa milioni tano mimi nina hiki, maana yake mbingu inaona ametumia mali yake ya udhalimu mm. kwa busara kwa hekima, kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Hebu anasemaje hapo kwanza? mm -hmm. e... ni Matayo sio Luka hilo hiyo Matayo, Matayo tatu kumi na tisa inasemaje? Matayo tatu kumi na tisa inasema, sio yenyewe haipo, inasema mm -hmm. mm -mm. aha, au ni Luka? tosheke na misha... Luka, luka. luka, luka. Joko, Luka pa nadhani Luka ndo ameeleza hivyo namna ambavyo Yohana namna ambavyo Yohana alikuwa akiwaambia watu kwa bali ya kulizika na kile walicho nacho mm. mm -hmm. kwa bali ya kulizika na sisi, je, tufanye nini? Akasema, mtosheke na mishahara yenu. Haleluya. Amina. mm -hmm. uh, nadhani hapo uh -huh ni Matayo. Matayo ile, tatu. Ile, ile nini ile Luka e, Luka Luka tatu mstari Luka tatu. wa kumi mm. mm -hmm. na mbili inasema watoza ushuru nao wakaja kubatizwa, mm -hmm. wakamuliza, mwalimu, tufanye nini? tufanye nini sisi sisi? Mm. Akawambia msitoze kitu zaidi kuliko mlivyoamliwa. Uh, askari nao wakamuuliza, tuanze kwanza hapa kwa watoza ushuru kwanza, hapa ambapo leo na TLA wote tunakutana kwa maofisi TLA, eh, tuko na nyiti TLA eh, hiyo mali ya uzalimu mliopewa, mbona mnaitumia vibaya? Eh, maandiko yanasema kwanza, akawambia msitoze mtu zaidi ya mlichoamliwa. Nyinyi mmeamliwa kwamba kodi mtu wa laki moja ntakuwa alipe elfu kumi unamweka pembeni kwa hapa. Sikiliza wewe, mm, sikiliza. Kodi natakuwa bila hivyo wewe mm. Emtu aanza laki tatu laki tatu hapo unatoza mtu zaidi alivyoamliwa, maanake mm. Ujui hiyo ni kazi ya udhalimu umepewa, ni, ni, ni, ni, ume, ni wakili dhalimu maanake, umepewa kazi hiyo ni dhalimu. Sasa hiyo kazi ulioipewa hiyo ni ya muda kuna wakati utatoa hesabu ya uwakili wako mm. kama ambavyo ulivyoambiwa huyu utoa hesabu ya uwakili wako kwa, kuna wakati utakuja kutoa hesabu ya kazi yako uliyoifanya hapa mm. duniani. Umefanya nini? Umefanya nini ulipokuwa mm. afsatiarahei ulifanya nini ukiwa duniani mm. Unafahamu hilo rafiki? Yamkini ulijui utakuja kusema pengine. Utafugia, mtu ni mwalimu, utatoa hesabu mm. mtu ni meneja, utatoa hesabu. Mtu ni mkurugenzi, utatoa hesabu. Mfanyabiashara unapata hela kila mwezi, unaingiza milioni kumi mm. utatoa hesabu ya uwakili wako hizo. mm. fedha ulizifanyia nini? Bwana Yesu asiwe saa. Unazitapanya tu kujenga majumba, sio jambo baya, unazitapanya kununua magari, sio jambo baya, lakini uzitumii mm. kwa busara na hekima kama wana wa dunia hii. Bwana Yesu asiwe saa, injili inalala watu wanaendelea kufa dhambini, lakini unaendelea kuweka fedha kwenye akaunti fedha kwenye akaunti ya benki, ili hali kuna kazi ya Bwana natakiwa kusonga mbele. Maana yake nini? Utakapoambiwa na bwana wako aliye kwa ajili aliye kwa ajili nani? Ni Mungu anayekupa mm, pumzi mm, toa hesabu ya wakili wako. Toe maana kampuni yangu inapata hasara mm, ndipo utakapoanza kusema kulima siwezi mm, kuomba siwezi, nitafanya nini? Unachakufanya hapo huko, jeenda mpo kuzima kwenye mateso ya milele. Nani anatakiwa kusaidia? Malizi ya Amina. Nini? Inasema ya kwamba mstari wa kumi na kumi na nne. Mhm. Mm, mm -hmm. Askari nao wakamuliza, wakusema sisi, mm -hmm. nasi tufanye nini? Mm, Askari akamwambia: Msidhulumu <laughs> mm, msiz <rum>, polisi. <laughs> Msidhulumu na magereza. Msidhulumu. <laughs> Msidhulumu. <laughs> msiz <rum. laughs> mtu wala msimshtaki mtu kwa uongo. Hapo sasa. Hapo mm, sasa. <laughs> Tena mtoshekwe na mishahara mtoshe mtoshewe na mishahara yenu. Hebu sema kitu hapo, msimshtaki mm, mtu kwa uongo kwa uongo yani. <laughs> unajua unapongea hivi, mtumishi wa Mungu, nakumbuka kuna askari moja, kuna misheni fani bidi akaifanye Zanzibar. Ehe, yule askari alikuwa akanunua unga kabisa, mm -hmm, ule unga mm, afika kumshika ule mtu akatia ule unga mfukoni, mm, akamwekea mfukoni mm. Afu, ajifanya mm. unga na tena anamkuta unga mm. kesi nzito mm. eh, ya madaa ya kulevya. Kwa hiyo unakuta baada yule mtu anakutwa na unga anatingwa, akamwita pembeni, anamwita ndugu yake huyu anafungwa, leta laki tano, unakuta na mabando, inabidi watoe laki tano mambo yaende, wakatoa laki tano mshara wanamshtaki mm, mtu kwa uongo mm. Manake wakitaka fedha mm. au wakiona huyu anaenda kumharibia mkubwa fulani mm. Aenda kufanya nini wanamshtaki mtu kwa uongo. kwa uongo. Kumbuka hapa hawa wamepewa kazi mm. lakini ni mawakili tu bibi na twita sisi ni mawakili hapa duniani, ni mawakili tumepewa tu, ni watunzaji mm. kuna siku utatoa hesabu ya wakili wako mm. Polisi wewe unayewaburuza watu mm. kuna siku utatoa hesabu. Utazitoa wewe ambao unawaagiza polisi mm. kuna siku nawe utatoa hesabu ya wakili wako mm. Unaweza ukajiona maisha, najua ukiwa duniani eh. mtumishi wa Bwana ni unaweza ukahisi kana kwamba utakufa, yani ile yani, kuna kitu ambacho yani shetani ame blackmail watu yani amewafanya mm, watu mm, waonekane kana kwamba waondoke katika uso wa dunia kwao, anafanya vitu vituko anavyoweza kufanya mm. Ila lakini tunataka tukukumbushe kama mtumishi wa Mungu, kuna siku utatoa hesabu ya wakili wako. Ndio maana tunasema ni bora ukafanya kama wakili dhalimu alichofanya mm. Kwamba ukiondoka katika uso wa dunia mm, utakuwa mgeni wa nani, na atakukaribisha Bwana yeah. Yesu asifiwe sana. umemaliza hapo Askari hey, askari hivyo amlio. Askari nao wakamuuliza. Aska, hey, msaara wa kumi na nane umeusoma? Akamwambia, tufanye nini na sisi? Msidhulumu mtu wala msishtaki mu mtu kwa uongo, mtosheke nani wewe mshahara. We, we, shida ni kwamba hela hazitosheki watu. <laughs> Hmm, watosheki hela ndio maana leo hii tukiwa kwenye kipindi cha watu kuchukua fomu za kugombea ubunge tunashangaa watu toka miaka elfu mbili mpaka leo wanaenda ni wabunge tu wanaenda yani, kuna familia fulani ambazo yani toka ujana wao ni vyeo, ni vyeo, ni mpaka mfie kwenye mfie kwenye ubunge. Toshekeni nyinyi wanadamu, nyinyi wanadamu toshekeni. Hatuwezi ukasema hizi familia tunaziona tu, mpaka unasema jamaa hizi familia nchi hii Mungu aliwaumbia wao tu, wow. mm. hawa. <laughs> Hakuna wengine. Mm. Yaani kuna mifumo fulani ambayo yaani hatutaja kuingia vyama vyenu. Hey. Sisi kisema kwamba tunachokisema kwamba, iyo, pewa, hiyo kazi uliyopewa ya udhalimu hiyo, kuna siku utatoa nini? Hesabu. Hesabu yako. Sisi tunakukumbusha tu, kula wewe, kula uzavyo, pokea mamilioni sasa hivi, nasikia siku mara mishari imepanda, si na mm. nini, hatutaki kuchokonoa huko kwenu, lakini tunachosema hiyo mali unayopewa kwa udhalimu ifanyie kazi, kazi ya Bwana. mm. Kwa nini? Kwasema anasema jifunzeni kwa wakili dhalimu namna alivyotenda kwa busara, kwa busara. Sisi tunaongea na waliokoka, wewe uliokoka, mm. uliamini, popote pale ulipo, hiyo mm. mali unaipata ambayo umeipata kwa jasho, unaifanyaje? Unaifanyaje? mm. anachokitaka Bwana maana yaku jifunze kwa wakili dhalimu alivyoitenda kwa hekima, na wewe hiyo kwa hekima kwa ajili ya kuangalia hatima yako ya milele, milele. Kwa mtu atakapoondoka katika dunia hii, huyu alisema nikiachishwa kazi. Sasa kuachishwa mm. kazi uh, usiweke pale, weka kuondoka dunia, weka ukifa, ukifa utakuwa wapi mm. utakuwa mgeni wa nani? Ndio mm. Biblia anasema usiweke hazina zenu wapi, duniani mahali palipo na kutu na nondo waweza mm. kuharibu. Sasa tafsiri ya duniani uh, ni pana. Tuseme hivi, usiweke hazina yako tumboni mm. maana utaenda kutupa chooni kule kwenye mm. kutu eh, na, na, na nondo kule chooni. Sasa watu wengi hazina zao sio dunia wanaweka chooni mm. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. hazina zao wanaweka chooni mm. kule kwenye nondo na kutu kwaharibupo. Sasa maandiko yanatukataza tusiweke hapo. Kwa mfano huu unatufundisha kuwa tunachokifanya leo kiwe kibaya au kiwe kizuri. Kiwe kizuri kina nini? Kina malipo yake kabisa, utatoa hesabu yake. Hesabu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uwe ni kiongozi mkubwa ni nani, utatoa hesabu. Utatoa hesabu kwa Mungu mm. watu wote ni sawa sawa. Ninachomshukuru Mungu mbele mm. za Mungu hakuna huyu ni rais, mm. ni mbunge ni mm. waziri mm. ni askofu mm. ni nabii mm. Wote ni sawa sawa. Wote ni sawa. Na unaitwa kwa jina utaitwa mheshimiwa. Kuna mtu usipomwita mheshimiwa mnakosa. Mnakosa. Sio mtu mheshimiwa kimti. Ukimwita jina lake ni mgomvi mzito <laughs> na mtu mwingine usipomwita usome au fanta usiposema usipo, usipo, usipo professor hey, na kosa au doctor mm, yani unataka kuseme professor fran ndo hmm, na fly mheshimiwa wa wewe fly. ukifa hautaitwa hmm, nani joni njo yani uta, utaitwa kwa jina mm. Hmm. eh Joshua hmm, utaitwa kwa jina kwa jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna natakiwa kujua jambo hili, ni jambo la msingi sana na litakusaidia sana. Litakusaidia sana. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba kwa tunachokifanya leo Leo kwanza Yesu anakiona, ndio tunachokifanya hapa duniani Yesu anakiona mm. kiwe kibaya au kizuri. au kizuri na tuzo yake si tu kwamba mbinguni anapewa kwanza, hapa hapa ana, anatoa tuzo hapa hapa wapi? Duniani, duniani. kwa sababu anaona kinachoendelea yeah. Asifiwe sana, amin. Kwa hiyo Mungu amekupa vitu hivyo, vitu mbingi naona ni vya uzalimu, uzalimu. Vitumie vitu vyako vya mm. uzalimu kwa ajili ya kazi ya Bwana, sapoti kazi ya Bwana mm. Yes, cheo ulicho nacho mm. kitumie kwa ajili kitu ya kazi ya Bwana. Kuna watu wanatumia cheo kuhalalisha mambo, kuhalalisha dhambi kwenye ofisi yetu mm. mm. i kuna hata kisha pewa tu ukuu wa shule anahalalisha wanawake wote wote, Sa, za wote wanafunzi wote. Jambo hii nimeishangaa. mm. <laughs> hapa Mbinga, takriban shule mpaka shule za msingi mm. walimu wa wakuu hawa wameweka mpaka watoto wavae suruali mm. na hili jambo hili lengo ni adua na watumia ili kuharibu watoto waaminio wa, wa mm. wapate changamoto na shida. Mungu amekupa mm. nafasi, unaitumia vibaya shakisha kipewa tu mkuu, uh, mkuu wa kitengo fulani ana wakandamiza walioko chini, hiyo ni mali ya udhalimu tu, mali ya udhalimu. Nasema hivi hiyo ni mali ya udhalimu, iko siku utatoa hesabu ya uwakili wako. Sema amen, amen. Kama una jambo la kuongeza hapo, kabla hatuja mwacha huyo msikilizaji na kumkaribisha wakati mwingine, ehe. Amina tokana na mm. pia, mm. ya, mm. sana, muda pia, unajua watazamaji wengi hawa wanajali sana, wanaoweza kuangalia sana mb zao eh wakaangalia vitu vingine lakini kwa habari ya vitu vya ufalme maana <laughs> vinapoteza hivi. Hey, kwa ajili ya muda hmm. ningependa kumtakia kila la heri kabla ya kumtakia mm. kila la heri hmm. nitaka nikukumbushe hmm. kwamba wana wa dunia leo hii wana vikoba eh hey, vikoba eh hey, wanaendesha vikoba vyama vya kufa na vyama kuzikana vyama vya kufa na kuzikana hmm. na wanachanga hela kila Jumatano wanachanga wale au na Jumatano, lakini uchanga angalia wana wa nuru ni nani hmm. ambao umeweka hata agano na Bwana kwamba mimi kila Jumatano takuwa natoa hela ya injiri kwa watumishi hawa au watumishi wengine mm, ni nani aliwekea agano? Lakini nakuta ile agano kwa watumishi wa Mungu wana wanulu hawana lakini wana wa dunia wana hekima, wana wanajua watakufa kwa sababu wanajiandaa tu kufa. E, dunia ina inakuandaa tu, yani mama yako kifu pewa hela na nini, kwa hiyo mm, wanaandaa vikoba, ndio maana mtu akifa mtu akifa anaanza kudai kwamba mbona mjanipa, mjanipa. Yani anachotaka ni hela, hasikitiki kwa mme wake <laughs> kwa, kwa, kwa kufa wala nani, anachosikitika hela, mbona zimecherewa mpaka anapiga simu kwa mwasimu, mbona hela mm. mm. Yani haombolezi, anaomboleza uka akiangalia fungu kwenye simu mwamala, unasoma unasoma. <laughs> Ndo dunia imefika hapo sasa, wana wa dunia wana hekima ya kupiga fedha wameona akifiwa na baba akachangiwa akapata milioni moja ni mtaji, hmm, mtaji. Sahizi watu wakienda msibani wanalia naangalia na nani anampa pa... <laughs> poleanalia zaidi <laughs> <laughs> Kuna mtu mmoja kanifurahisha alifiwa <laughs> na mama yake. Sasa ili awafahamishe wale wenzake kwamba ni kweli mama amekufa ilibidi akodi watu wakulia pale alipo ili wamtumie hela. Sasa watu wakawa nalia, sasa waliokodi kulia akawa nawapa hela, mwingine elfu kumi, mwingine elfu ngapi, maana walikuwa nalia ili wale wasiku naona wanavolia mm. Afu mtu analia kumbe msibaisha msi, msi zika muda sasa, naona ntakosa hela hapa, kwa kabila wajili watu wakulia watu wakazi mama, kumbe uongo. Mone tulipofika hawa ni wana wa dunia mm. wana hekima mm. katika kutatua mambo, lakini mwana wa nuru mm. sisi kama watumishi wa Bwana kila mba, na kila sababu ya kukuambia kwamba embu uwe na hekima na akili ya namna ya kutumia mali ya udhalimu hii. Mali uliopewa ni ya udhalimu mm. fedha ulizo nazo, uchumi, ng'ombe, kondoo mm. akili, chochote ulichopewa ni mali ya udhalimu yes. Sasa unatakiwa kuitumia kwa busara, kwa akili na hekima, kwa namna ya kuitumia hiyo kazi hiyo, kitu hicho nacho, kwa sababu iko, baada ya muda utaondolewa, utatoa hesabu ya uwakili wako. Sasa kabla ijafika huko, ni vizuri kabisa vyote hivyo navyo visubmit kwa Bwana, mpe Bwana Fanya kazi ya Bwana, sapoti injili, sio sio support in nature, lakini fanya kazi ya mm. Bwana mm, na Mungu atakubariki sana. Mungu akubariki sana. Usisahau usubscribe, lakini pia nakushare kwa watu wengine, ili watu wengine wajifunze zaidi. Amen, amen. amen.